Karibu tena. Leo tutaongelea faida ya kutumia chia, faida ya kutumia chia seeds au magonjwa yanayotibiwa kwa kutumia chia seeds. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu Clinic, basi usisahau kusubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na leo nitakutajia au takusogezea faida kede kede za kutumia Chia seeds. Chia seeds ni mbegu ambazo mara nyingi sasa hivi zinauzwa hata masokoni, lakini mbegu hizi zimekuwa na faida nyingi sana. Na faida namba moja, inasaidia kupambana na mafuta mabaya. Kwa wale ambao wamepima na wameambiwa wana mafuta mabaya mwilini ambayo tunasema erodiero, basi hakikisha unatumia Chia seeds, ni nzuri, inapambana na yale mafuta mabaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina ina kitu ambacho tunakiita omega 3. Me omega 3, au inatumika kuyeyusha yale mabaya mafuta mabaya mwilini ambayo tunasema LDL na kuongeza kusababisha uzalishwaji wa mafuta mazuri mwilini ambayo tunasema ni HDL. Lakini pia kwa wale wenye changamoto ya figo, ni nzuri sana kwa afya ya figo kwa sababu ina magnesium ambayo ni muhimu afya ya figo inazuia, inasa, inaleta usawa mzuri wa maji mwilini na kupunguza hatari ya mawe kwenye figo. Kwa hiyo kama una changamoto ya figo, figo yako ina mawe, basi figo yako ya imejaa maji basi tumia chia, si, si, ah, chia ni nzuri sana kwa ajili ya afya ya, ya figo. Lakini pia ni chanzo cha protini ya asili. Mara nyingi tunahitaji protini ndani ya, ya miili yetu na wengi wamekuwa Ha, hawajui changamoto nyingi ambazo tunapata tunaanzia kwenye protini. Protini ziki zikipungua ziki, ziki, ndani ya mwili yetu basi tunapata changamoto za kiafya sasa hapa kama unatumia achia basi ina kiwango kizuri cha protini kwa hiyo uh, chia seeds kwahiyo basi utapata protini ya kutosha ndani ya mwili wako lakini kuboresha afya ya ubongo afya ya ubongo ni kwa nini kwa sababu tuna omega 3 kwa hiyo kama tuna omega 3 basi utaweza uh, kuweza itaweza kuboresha uh, afya ya ubongo lakini pia kumbuka hapo utakuwa na DHA boresha kumbukumbu. Kuna watu ambao wana kumbukumbu hawasahau, ina yani kwamba tuseme hana akili, lakini pia na umakini, basi inasaidia vizuri chia seeds katika afya nzuri, ayakuwa na afya bora nzuri na iliyonyooka ya ubongo. Lakini pia kwa upande wa afya ya ngozi, tukiongelea afya ya ngozi bado tunaigusia omega 3. Mara nyingi unakuta angozi unazokuta zina zinachun, chunusi. Ukiona na chunusi jua, kuna mafuta mengi na sukari nyingi mwilini. Ndio maana ukiwa na chunusi basi jua una changamoto hizo. Kwa hiyo ukitumia ukitumia um, uh, chia basi, na omega 3 ambayo inaweza ikapunguza sukari, lakini inapunguza yale mafuta uh, mwilini, hivyo itakusababisha uwe na ngozi inayong'aa, ngozi nyororo, ngozi inayovutia. Yani kama mtu unakuta ni mweusi mweusiabia nina mweusi unaong'aa Aa, sasa ni nzuri ukitumia aa, chia seeds itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo lakini pia kusaidia kupunguza maumivu ya na maumivu aa, na vivimbe kwa nini maumivu na vivimbe kwa sababu ina omega 3 kwa hiyo kama una changamoto ya ya, ya, ya. yuliki asidi kwenye joint serum basi hakikisha unatumia unapata maumivu ovyo ovyo basi tumia aa, tumia chia seeds ni nzuri sana zitaweza kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo lakini pia ni kinga nzuri zidi ya magonjwa ya sukari. Kama una kisukari, basi tumia chia seeds, hiyo tumeshaiongelea kabisa. Chia seeds ni nzuri kwa ajili ya changamoto ya kisukari. Una kisukari cha kupanda, kisukari cha kushusha, basi hiyo ina normalize sukari yako, kwa sababu ina, inaimarisha ufanyaji kazi mzuri wa insulini ili iweze kuzalisha sukari inayohitajika ndani ya mwili wako, lakini pia kuboresha kazi ya mfumo wa chakula au mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Kwa nini? Kwa sababu ina fiber au ina nyuzi nyuzi inayopatikana, basi inaimarisha afya ya tumbo na kudhibiti viwango vya sukari mwilini lakini pia kudhibiti uzito. Inazubi, uzito, kwa nini inadhibiti uzito? Kwa sababu ikishadhibiti uzito uzito ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ina fiber. Ile fiber inasababisha mtu asiwe na hamu ya kura mara kwa mara, ina maana inasababisha mtu muda wote ajihisi ameshiba. Kwa hiyo kijihisi umeshiba haitakuzuia kura vya kura. Ukiacha kura vya kura mara kwa mara ndugu yangu, basi itakuwa ni chanzo kimojawapo cha wewe kuweza kuimarika kuimarika kwenye huo upande wa kupunguza uzito, lakini kuboresha afya ya moyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaondoa, inafanya ule mzunguko mzuri wa damu. Lakini pia ina omega 3 ambayo inaondoa mafuta mabaya LDL na kuongeza mafuta mazuri ambayo tunasema HDL, kwa ajili ya afya, kwa ajili ya kustawi kwa, angwa, kwa afya yako ya moyo. Na mwisho ni chanzo cha nyuzi nyuzi ambayo tulisema ni fiber, ambayo kihusi cha nyuzinyuzi hizi basi kinasaidia katika kuboresha mfumo wa mmeng'enyaji uh, wa chakula. Kwa hiyo hizo ndo baadhi za kutumia chia seeds, uh. Kama wewe umetumia chia seeds basi tuambie hapo chini ni faida gani umezipata baada ya kutumia chia. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.